Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, mtoto wa Mungu kutoka pande nne za dunia. Nae furaha kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, mana yeye kwa wema wake, kaka na dada, kama ulivyokuwa naelewa na kutambua, ulivyosikia kama nilienda safarine kuelekea nchini Amerika USA kwa sababu ya injili, na Mungu ameniwezesha tena, nilimaliza kazi aliyonituma nituma pale na nimerudi salama. Kama nilivyosema, ninawashukuru sana wale wote wanaendelea kutuombea, wanaendelea kuombea huduma, wala ambao wananifahamu na wale pia ambao wanifahamu wanapokea ujumbe kwa njia ya YouTube, wakaendelea kutuombea ili habari njema endelee kusonga mbele, Yesu ende kujulikana mataifa. Nasema asante na musichoke. Ninapendela kuandaa safari tena kuendelea kuelekea ku, niende Afrika kwa ajili ya injili. Basi endelea kuniombea maombeyo, wafasiri wote watapoweza kusimama na kuweza kuniunga mukono ili nihakikishe kwamba nime nimekamilisha tiketi ili niweze kwenda kuyubiri injili uko Afrika. Mtoto wa Mungu, ukiamini kwamba Yesu Kristo ni ule ule maandiko nasema Waebrania sura ya kumi na tatu mstari wa nani, Yesu Kristo alivyokuwa jana na ndivyo alivyo leo lewo na hata milele habadiliki. Mimi kiwa napumua, wewe kiwa unapumua, ni kwa neema na rehema na fadhili za Mwenyezi Mungu. Hatu jowazidi wale wengine ambao tayari wamebadilisha majina na kwitwa marehemu, ila ni kwa neema na rehema na fadhili za Mwenyezi Mungu. Ikiwa unaelewa hilo, basi bila kuangalia chuku nacho bila kuangalia mamlaka uko nayo, ungana nami twende tumwambie Mungu asante. Tuombe. Baba Mtakatifu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, katika jina la mwanaako Yesu Kristo wa Nazareti, tazama mimi pamoja na msikilizaji wangu tunao sababu ya kusema asante Wongizike nasi tupunguwe uyinuliwe juu nasi tushuke. Na ndio maana tunaanguka kifuti kifutifuti chini ya msalaba wako mutakatifu. Tunawomba utuoshe na ututagase. Tunaileta myoyo yetu, maana natufahamu tunatufikiria, mawazo yetu, fikiriya zetu, matendo yetu, huduma uliyoweka ndani yetu Angalia maana ambapo tumepungukiwa. Mimi nasema ni finyange, mimi nasema ni oshe, mimi nasema ni tagase. Msikilizaji wangu tena, machinyenyekesha anasema muoshe, maana kuoshwa ni katika damu yako ya thamani, ambayo ndiyo sadaka tuliyopewa, sadaka iondoayo maovu. Mana we ni kijitu kinachotiririka tunakubali kuingia chini la bomba lako bomba la damu lako, endea ufinyanga mmoja baada bada ya mwingine, endelea kumuosha ili maombi yetu Bwana aweze upate kibali mbele zako. Asante Bwana Yesu, mana unamuweka huru anakuwa huru, nasi tumefanywa huru kwa damu yako Bwana Yesu naomba mudanasayi chombo, weze kunitumia kama chombo. Karibu Roho Mutakatifu, muratibu uratibu maombi yetu, uniongoze kama umekusudia. Basi milango ya kuzimu imifungwa, mudanasayiyi ibilisi na mamulaka wawala uwezo wa kuweza kuipa neno lolote, upitiya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, neno lako ilete mabadiliko ndani ya watoto wako neno lako ilete uponyaji ndani ya watoto wako. Ninaamini neno lako ina uzima, kwa sababu Yesu weni uzima. muda na sayi, basi nena na mtoto wako wa kiume na kike, kama umekusudia kunena naye, ni katika jina la Yesu Kristu wa Nazareti. Nimeomba na kuamini amina. Shalom tena, mtoto wa Mungu kutoka pande nne za dunia, karibuni katika neno la Mungu inaotoa katika kitabu cha Wagalatia Wagalatia, sura ile ya pili, nasoma mstari mmoja tu, mstari wa ishirini. Nami ninasoma kwa msaada wa Mwenyezi Mungu: na sasa naishi, lakini si mimi tena, bali Kristo anaishi ndani yangu maisha haya ninayoyaishi sasa naishi kwa imani, imani katika mwana wa Mungu aliyenipenda hata akayatoa maisha yake kwa ajili yangu. Hilo ndilo neno la Bwana. Amina. Haya alikuwa maneno ya Paulo. Paulo akisema haishi tena, lakini Yesu Kristo Ndiye ameishi ndani yake. Leo naweza kujiuliza nani anaishi ndani yangu? Nani anaishi ndani yako? Ikiwa Paulo anasema, Yesu Kristo ambaye aliyatoa maisha yake aliyatoa msalabani alitundikwa msalabani ili akakufa kwa ajili aka kwa aka kwa ya maovu yake akakufa kwa ajili ya maovu yangu akakufa kwa ajili ya maovu yako. Haishi tena, lakini Kristo anaishi ndani yake. Leo mimi, mimi na wewe nana anaishi ndani yetu. Tumruhusu Yesu aishi ndani yetu, maisha yetu atabadilika, maisha yake atabadilika. Haijaishi unaona ni magogo Unaona milima na mabonde ndani ya mbe, mbele zako au ndani ya maisha yako, hauchufanye namuna gani? Hofu imekukumba kwa sababu Yesu hujamruhusu ingie ndani yako. Tumesherekea sikukuu ya Pentecoste, ambapo Yesu Kristo ametupelekea Roho Mtakatifu, ametukawia tena karama, ametukawia tena vipaji kwa ajili ya kuendelesha kazi ya, ya Mwenyezi si Mungu kwaja ya kwenda y kuijenga kanisa ambaye ni mwili wa Kristo. Haleluya! Bwana Yesu apewe sifa, tumusifu Yesu Kristo. Kaka na dada, ikiwa leo unafikiria ni nani ambaye anaisha ndani ya moyo wako, nani ambaye umemupa maisha, una, una, unaishi maisha ambaye anaungana na Kristo? Paulo anasema kwamba sasa naishi lakini si mimi tena, bali Kristo anaishi ndani yangu. Maisha haya ninayoyaishi sasa naishi kwa imani, imani katika mwana wa Mungu. Mimi naishi kwa imani katika mwana wa Mungu, Yesu Kristo ambaye amenipenda akatoa maisha yake naamini kama Yesu alitoa maisha yake kwa ajili yako, kaka na dada. Amekubali kuteseka, amekubali kuf, kufa, amekubali utunikwa msalabani, ila uweze ukupata ukikuna sitayire mbele zake. Lakini leo wengi wamekumbwa, wamekumbwa na ulimwenguni, wengi wamekumbwa na ulimwenguni, wamekumbwa na fedha. Nani ambaye anaishi ndani yako? Ni fedha? mana ni ruswa, ni uzinzi, uwasharati, wizi na roho zingine. Unaweza kumuona mutu na ishi kumbe aishi alishakufa, alisha ni mauti, kwa sababu amemukatara Yesu ambaye ana uzima ambaye ana uhai. Leo unaweza ukubali Yesu, akiingia ndani yako zawadi anayokupa, anakupaka muhuri roho mutakatifu lowa bwana akiingia ndani yake ana na leta yote mapya mambo ya kale amekwisha na mapya anaanza anza mana nika nasema wawalake wa kwanza wa ukorinto sura ile ya tanu kisala mstari wa kumi na sita hadi wa kumi na tisa mana anaungana na kristu mambo ya kale anakwisha na mapya anaanza unakubaliana na Yesu manu ikubaliana naye, atakupa zawadi, naye ni Roho Mutakatifu, ambaye wengi wamepokea wame karama mbalimbali lakini nataka nizungumuze tena na yule ambaye amepokea karama mbalimbali. Maana uelewe kama hiyo karama ambayo umeipokea siyo ya kwako, ni kwa ajili ya kuijenga kanisa, maana mwili wa Kristu ni kwa ajili ya kuimarisha kanisa, ambaye ngali safarini. Maana mwili wa Kristu ni kwa ajili ya kumshuhudia Kristu, maana kila lolote na ulifanya kwa ajili ya utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristu. Tumsifu Yesu Kristu. Bwana Yesu apewe sifa. Nilikuwa nasema nikizungumza tukikubaliana na Roho Mtakatifu mambo um, ulimwengu tabadilika. Maana yake, Roho wa Bwana yeye atatuthibitisha macho mapya. Ndugu zangu, na ndipo akitupa macho mapya tutaelewa ulimwengu wa leo, tutatambua tunaoishi pamoja, tunaotembea pamoja, tutatambua tutaelewa rafiki wa ukweli na tutaelewa walio wa uongo. Omba macho mapya, Mungu akufungulie macho aondoe. Maana mara nyingi tunakuwa vipofu, hatuweze kuona, hatuweze utazama, lakini unapofunguliwa macho na ukapewa macho mapya, utaona utaelewa, utaona ulimwengu unafika wapi, utaelewa wanaokuzunguka ni wanani. Wengi ambao unaona ni waheshimiwa, lakini kumbe wamekufa wanatembea wamekufa. Kwa sababu gani? Wamekataa, wamekataa, wame wame na kumupa nafasi Yesu, Yesu aweze kuishi ndani yao, mana tukimzuia, mana bila Kristo, mimi ni kitu bure, mana sifai tena. Lakini Yesu akiwa pamoja nami, Yesu akikuwa ndani yako, nani ataweza kupinga? Nani ataweza kusimama mbele zako? Nani atakapoweza kugombana na wewe? Akiweza kufaulu, atatumia fedha atatumiya mamulaka ako nayo, uweza ako nayo, hatafanikiwa neno. Namunginasema Isaya kitawo chanabi isaamm mana kila silaha zizoundwa kwajia ya kukuzuru hazitafaa keto kwa jina la Yesu. Mipango ambayo imepangwa juu yako, ndota ambazo zimepangiliwa, mikutano ambaye imefanyika juu yako, haitafaa keto kwa jina la Yesu wa Nazareti. Leo ninakuombeya wambo mekuna teseka, wambo meambiwa kwamba hautaweza kuolewa, hautaweza kuzaa, utakufa ukikuwa ngumba, utakufa ukiwatasa na staka. Ni nikuombeye kwa jina la Yesu kila mipango, maana kila mimea ambaye imewekwa baba wa mbinguni hajaiweka ndani yako itaong'olewa kwa jina la Yesu. Kubaliane na Yesu uweze upata amani. Mana Paulo alikubaliana na Yesu, na ndio maana anasema kwamba sasa maisha ninaoishi sasa naishi maisha anawotakana na imani, imani katika mwana wa Mungu aliyenipenda hata kayatowa maisha yake kwa ajili yangu. Utaishi kwa imani. Mungu atakuondolea hofu na oga kwa jina la Yesu. Ninakuombea hiyo hofu ambaye imekukumba, imekumba moyo wako, hiyo oga ambaye imekukumba kwa jina la Yesu leo ikatoweke. Roho ya Yesu ingie ndani yako, Yesu wa Nazareti ambaye amekupenda ambaye amekubali, amechukua mateso ambaye nilikuwa nimestahili kuyachukua kwa sababu ya maovu yangu, ambaye amechukua mateso ulikuwa unastahili kuyachukua kwa sababu ya maovu yako, akakubali alitupenda akayatoa maisha yake. Kubaliane naye siku ya leo, maisha yake abadilike, uweze kubaliana naye, utaona maisha yake atabadilika, ya kale yamekwisha na mapya ingia, na hingiya na yule ambaye leo umeteseka hawuchufanyi namna gani? Wengi wameenda wametangatanga, wameenda kila makanisa, wengi wameenda kwa waganga wa chenyeji, wameenda pale na pale kwa madogi tagazalika. Leo nina kushauri kaka, kubaliane na Yesu wa Nazareti maisha mwiri yake badilike, mwili wake patirike, ndowa yake patirike, watoto wake wabatirike, bosi ba waka badilike, kazini upate amani, amani apatikane sehemu nyingine. Sio fedha utakapoweza kutumia, sio madola, sio mafedha, fedha gani? Sio maeuro, sio mashilingi, sio mafura, hakuna chochote tapoweza kutumia, lakini leo nakushauri kubaliana na Yesu wa Nazareti, ambaye amekubali kufa, ambaye amekubali uteseka, ambaye amekubali kuinuliwa msalabani, ili akupe maisha mapya, abadilishe maisha yako. Kubali kunyenyekea chini ya msalaba kama wana wa Israeli walipoumwa na zile nyoka zenye zenye sumu, Musa, wakamwambia Musa waombeye. Lakini Musa aliwaambia kama vile Mungu amemwelezea akawaambia, yule atakapoumwa na, na nyoka hiyo aende kuangamiza nyoka ya shamba, basi atakapokuwa ameuma atapona, atapona. Wengi walikuwa walizembea, waliangamia, walikufa. Na unaweza kusembea, unasembea kwa waganga wa chenyeji, unasembea, unatumia fedha, unatumia kila aina, unaenda makanisa na makanisa unawenda pale na pale. Yesu ajabadilika, mototo wa Mungu, kinachotakiwa iwa imara. Fungua moyo wako, Yesu ingie ndani yako haya machachi, akaye ndani ya moyo wako. We ambaye unakubaliana na Kristu, ambaye umeguswa na ujumbe wa leo, unakubali kubadilika, rudia maneno haya, wendu ukamwambiye rewo ukamwambiye ukamwereze, kubari kunyenyekeya, kubari kuwanza upya, kubari kuamuru ukuwanza opya. Sema, Bwana Yesu nakuja mbele zako, mimi mtoto mpotevu, naomba nisamiye dhambi zangu zote nizo zitenda ni nazo zifahamu na zile nizo zifahamu Lifute jina langu katika kitabu cha mauti na uliandike katika kitabu cha uhai. Sema jina lako kuanzia leo, Jumaine tarehe kumi na saba mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Muda wote ninaobakiza kuishi hapa ugeneni, ninakubali Karibuni Bwana Yesu ndani ya moyo wangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amina. Amina. Amina. Hongera sana wewe ambaye umekubaliana na Yesu, umekubaliana na Yesu. Mungu aende ukubariki, Mungu akujalie neema, Nakuombea wewe ambaye ni mgonjwa muda na saa utikiseke, uko hospitalini, uko nyumbani, uko katika ofisini yako, maana mpapo muda na saa hii haweze kujitekesa, hauweze kusimama, hauweze wivimbi, wengi wakinaumia, wengi wanasikama umivu, wengi wameshambuliwa, wengi ni wajazito wengine wameitwa tasa, wengine muda na saa hii, maana wamekumbwa, wanarahana mimba iweze kakaa ndani ya tumbo miezi miwili au wiki tatu, inapolomoka, wiki mbili inapolomoka, kwa jina la Yesu na kuombea, maana nikisimamia Isaya, neno hiyo katika kitabu cha nabii Isaya hamsini na nne mstari wa kumi na saba.

kwa caku kuzuru hayizidafa ketu. Bwana amesema, nami nimesema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kera mipango ambayo imepangwa juu yako haitafanikiwa kwa jina la Yesu. haijaisha kwamba ulikumechimbiwa kaburi, leo natangaza nuru. Mungu kwa kuweza kumba mbingu na dunia alitumia neno, alisema nuri kuwepo na nuri kakuwepo. Nami natangaza leo nuri kuwepo ndani ya maisha yako kwa jina Yesu ndani ya ndoa yako kwa jina la Yesu ambaye na ndanasaheye tumbi likumevimba miguu likumevimba maziwa likumevimba kwa jina la Yesu nasema nuru li kuwepo uponyaji uonekane kwa damu ya Yesu ambaye memwanguka msalabani ikafanya mambo makubwa ikaleta amani mbinguni na duniani kwa jina la Yesu mana ninasema ni Yesu wa Nazareti, mana hakuna jina lingine tumepewa, ukeyelewe vizuri, mana chini ya jua. Mandika na sema Matendo ya Mitume sura ya yine musitara wa kumi na mbili, chini ya jua binadamu hajapewa jina lingine esepo kuwa jina la Yesu ambaye tunaweza kuokolewa wamo, tunaweza upone yamo, si jina si jina ya binadamu, si jina ya raisi, si jina ya mheshimiwa, lakini ni jina la Yesu jina la Yesu Kristo wa Nazareti, naomba damu ya Yesu iweze utonde kachu yako, haijilisha ulikuwa useme, ulikuwa usitikisike kwa jina la Yesu, wanze kusema, kiwe gifunguke buto mfunguke kwa jina la Yesu, wanze utikisika liabaaobob Wanze kuongea, wanze kusema ulikuwa ukule wanze kura kwa jina la Yesu, kamba zinakatika kuta zina anguka, kwa jina la Yesu. Wakati umefika umeteseka muda murefu, mana ujuufanye namuna gani. Umetumia kila ina ya madawa, umefanya kila uchunguzi, mana kila ferezuko nayo imemalizika, lakini leo nasema kwa jina la Yesu Pokea uhai Yesu aliyo kupenda akajitoa akachitowa musarabani, pokea uzima kwa jina la Yesu wa Nazareti, pokea pokea, pokea uhai. Yule mbaya hii anaitwa Tasa Mana meweka mkono wake juu ya tumbu lake Yesu ninajua. Hatuna jina lingine jo juu ya majina yote. Mana wa Filipi mbili. Kwanza mstari wa tisa hadi wa kumi. Hakuna. Mana Mungu amekuwezesha jina. Yo juu ya majina yote. Mana kwa jina la Yesu. Mana kila goti. Itapigwa mbingoni. Na duniani. Na chini ya dunia. ne ndio maana ninasema. Kila vifungo. imekuwa amekuwa amefunga. juu ya maisha yako. Haijaisha kuna rana muna gani kwa jina la Yesu wa Nazareti, nasema tumbo hiyo iweze kufunguka kwa jina la Yesu. Maana roho zina zinakusumbua zinakusonga, roho za mababu, na naponda kwa jina la Yesu, na naponda kwa jina la Yesu, kwa jina ya nyenye nguvu, jina yenye mamlaka, jina juu ya majina yote, ni jina la Yesu. Na naponda kwa jina la Yesu. Asante Yesu, kawambona wafungua waliokuwa naitwa tasa Leo nasema wagusi ambao tumbo zao hakiingia mutoto anaporomoka kwa wiki mbili wiki tatu mimbi inaporomoka wiki ine inaporomoka myezi miwili inaporomoka myezi mitatu inaporomoka kwa jina la Yesu wa Nazareti. Leo nasema ile roho mbaye ilizowe ya tena yatena ku inaporomosha ndani ya tumbo lako kwa jina la Yesu wa Nazareti, naponda naporomosha baharini kwa jina la Yesu ribūsakarabashila abasakalaba būshanda ra basakaraba shikūtūrū būshira basakaraba ribūkūndarabashila abasaka kwa Yesu tu kuna uzima, kuna uhai, kuna kusimama, kuna kuyishi. Yesu ndio mumbaje, Yesu ndio uzima, yeye ndiye aliye Asante Yesu kwa wale ambao yes, kwa wale ambao unawatengeneza. Nasema wagusu walio wajawazito, wanaokaribia kujifungua, waliotuma mahitaji yao, Yesu ndiye akuwagusa, yeye ndiye kutawala muda na saa yeye. Wajifungue salama. Wale ambao wamekubaliana na wewe, wamekubali kama wewe ndio kila kitu. Name above all name, Jesus Christ. Sikiliza watoto wako mbele wamekubaliana na wewe. Basi waweke huru waliokuwa wamefungwa. Ndio ndoa zao zimeharibika, mani ni kelele, ni vurugu, hakuna welewano wa, wazazi na watoto. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, Yesu wa amani, rudisha amani katika ndoa ya mama huyo, katika ndoa ya, ya mama huyo, baba huyo, familia hiyo, amana patikane, upendo rodeeni, kwa jina la Yesu wa Nazareti, kuta zianguke kwa jina la Yesu, rudisha amani pale kazini mototo wakenaliya mana jo faina namuna gane, kwa jina la Yesu, kwa utazi na angoka kwa jina la Yesu. Naponda leo natangaza nuru. Asante Yesu, asante kwaja watumishi wako, asante kwaja viyongozi wako wanoosimamiya imara, wanootumika kwa hofu, kwa kuogopa jina lako. Wabariki wajaliye neema zaidi na zaidi Baliki watumishi wako wanoyitembeza bari njema, hende akuwatunza hende akuwalinda kwa jina lako Bwana Yesu. Basi sisi wote tunajifunira kwa adamu yako, itufunike na itutunze na itulinde. Hakuna kilicho zaidi adamu ya yako. Sante Bwana Yesu, nami na kuamini ni katika jina la Baba la Mwana roho Mtakatifu, amina. Mutoti wa Mungu ninagutakiya kira heri. Mungu anagupenda ivo ivorivyo, lakini aweze kupenda wofu. Mungu anakupenda ivo rivyo, lakini hapende ire tabiya ha, hapende yarambaye na ishindani yako. Kubaliyane naye iri uweze ayeze kuishi ndani yako. Ubarikiwe sana, tuzide kumbiyana Enda utafakari juu ya mwisho wako, nenda utafakari juu ya mwisho wangu, hatudatenda zambi kamwe. Mungu anagupenda na mimi, mutoto wa Mungu, ninagupenda. Tutazidi tena, Mwenyezi Mungu akinipa kibali tena, asante. Naamini kwamba mtoto wa Mungu, tutaendelea kuombeaniana. Mungu aende ukubariki zaidi na zaidi, ubarikiwe zaidi na zaidi, mtoto wa Mungu. Amina.